Ni lango ambalo linaonekana kama lango lingine lolote kwenye mtaa wa kifahari hapa. Ni Wangige kwenye eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu. Nyuma ya nyumba hii ya kifahari kuna hadithi ya familia moja ambayo masaibu yake yalileta hadi katika mti huo avocado. Chini yake ni shimo ambalo familia hii ya watu wanane wamekuwa wakiishi kwa miaka sita sasa. Chumba hicho kimoja ndiyo chumba cha malazi, ndiyo sebule, na kimejengwa kwa kutumia magunia pamoja na makaratasi ya nailoni. Kulingana na Yusuf Ng'ang'a pamoja na mkewe Grace Cheruto, masaibu yao yalianza miaka sita iliyopita, eneo la Kipkabus huko Eldoret, ambapo eneo hilo liliathirika vibaya na ghasia za baada ya uchaguzi. Hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani sasa huko nilikuwa nimeenda vibaya tu watu. Sasa wakati maneno yaliandika. Sasa hakuna kitu mtu alikuja naye. Sasa nikaona afadhali nitengeneze hiyo kanyumba hivyo, niweke dip kwa ajili ya maji, ndio watoto wapate upali ya kukaa. Safari yao ya kukimbilia usalama nyumbani kwao walipotokea iliwafikisha kwenye shimo hili. Kulingana na jamii hii, wamelazimika kupika nje na kulalia godoro moja. Kulala usiku hasa wakati wa msimu wa mvua ni kibarua si haba, kwa vile hulazimika kuzua maji yote ya mvua ili yasiingie katika shimo hili hadi wakati wa asubuhi, na watoto wao kukosa usingizi licha ya kuwa wanafunzi. Watoto wanalala upande hii na mimi nalala na mama yao, vile kitanda imekaa hivi, na huyu mdogo Nyambura analala hapa kwa mlango, kwa wengine wanalala upande hii. Saa ile sasa mvua inanyesha, huwa shida inakuwaga, tunakesha mpaka usubuhi na hawa bado wataamka tena, hawawezi kosa kwenda shule. Inyesha kama inanyesha nyumba tunachukua hivi, tunasimamisha, tunasaka kona moja moja, na watoto tunakaa pale. Ikinyesha kama ni usiku analala wakilala wakiamka asubuhi bado wataenda shule. Masaibu yao hayaishi hapa, kwa vile wazazi hao wawili pia wana virusi vya ukimwi pamoja na kitinda mimba wao. Na hali hii huwa ngumu zaidi wakati Yusuf Ng'anga, ambaye ni kibarua, anaporejea nyumbani bila chochote kulala bila dawa na kulala bila chakula. Wakazi wa sehemu hii walishangazwa wakati wa msimu wa Krismasi kugundua familia ya Yusuf ilikuwa ikiishi hapa, wakati waumini wa kanisa moja la sehemu hiyo walipofika hapa kutoa msaada wa chakula kwa ajuza mmoja anayeishi karibu na familia hiyo. Na sasa hiyo miaka mitano amekaa hapa, amejaribu sana vile anaweza. Ikiwa mimi niko na pahali ya kulima, namwita, anakuja, nampatia shilingi mia moja shiringi mia mbili shiringi mia kulingana na vile hiyo bahali anafanya kazi inatoshea. Ina, ina sasa akitoka hapo naenda mahali ingine, lakini shinda ile ilikuwako na wakati ya watoto yake, watoto yake wakiwa wako hapa wanakosa pahali ya chakula. Familia hiyo sasa imetoa wito kwa serikali ya kitaifa kuwasaidia.